Bado hujafanikiwa mwanzoni, sio kosa lako, ila mwishoni ndiyo kosa lako. Wengi wetu sisi tumekuja kujifunza sisi wenyewe elimu ya fedha kipindi tayari tushafikisha form 4 tushafikia form 6 na hata chuo na wengine baadaye, lakini ikuja kugundua kuwa watu ambao wameendelea wao tangia wadogo wamefunzwa elimu ya fedha au wamepata opportunity ya wao wenyewe kujifunza elimu ya fedha kwa kwanza kuuza vitu vidogo vidogo, labda kwao walikupo anabahati ya kwanza kuuza samaki au kitu chochote. Sasa pia kwa hapo, nikasema ah, emi niende nikaulize watu ambao naona wameendelea, wao ni kitu gani ambacho kichosababisha mpaka waendelee. Na wengi waliniambia kwa walibahatika kufundishwa tangia wapo wadogo Ozezo wao walikuwa wanawafundishi hata wakiwapa mia tano elfu moja elfu kumi lazima waambie chukua nusu yake save, na hiyo elfu tano itakobakia ikate mara mbili, elfu mbili mia tano tafuta njia yote invest. Hata kama upo mdogo ujui, na elfu mbili mia tano itumie. Nikajiuliza, da, ndiyo hapo ina make sense mtu changia ipo mdogo ashaanza kufundishwa hayo mambo, ni kawaida, kwa baadaye kuke kuwa rahisi kufanikiwa. Na lazima atie kazi za wae za utofanikiwa, lazima upambane. Na nikasema ndio, hata kama labda kwangu mimi muda ushapita. Kwa sababu gani? Nisije mwenyewe nikafundisha ndugu zangu kipindi wapo wadogo, kwa mwenyewe nisije nikafundisha ndugu zangu ambao wapo wadogo, labda kwa mfano, ndo kama hivyo, usiku nampa elfu kumi na katika elfu kumi moja kwa moja unamwambia jinsi gani ya kuitumia sio tu unampa hivi hivi halafu yeye akaitumia atakavyo unampa elfu kumi hapo unamwambia ndugu wangu elfu tano hii nimekununulia kabisa na kibubu pembeni chukua hii elfu kumi elfu tano ika pembeni kwenye kibubu halafu hii elfu tano nyingine inakubakia elfu mbili mia tano tumia chochote utakacho elfu mbili mia tano jaribu tafute njia yoyote ya kuingiza hela Mwanzoni kwa jui mdogo wako wewe, ana miaka labda tuseme saba, ana miaka nane tisa, hataelewa. Atasema ananiongeleshia nini? Ananiambia nini mimi? Nitafanyaje nikishukua elfu mbili mia tano? Nitawezaje kuja kuingiza hela nyingine? Sasa wewe hapo, ndiyo jukumu lako, tuipindi upo mkubwa umfundishe. Basi unamwambia twende dukani, tunanua pipi za elfu mbili mia tano, pipi tofauti, halafu tunauza wengine, labda pipi enywe, mmenua pakiti tano alafu wengine mnakuja kuwauzia tu labda pipi tatu mia tano, pipi nne mia tano. Hapo ndo mtoto kidogo kidogo anajifunza, na hivyo ndo inazidi kumake sense. Sio tu tunasubiria mtu unakuwa mkubwa, alafu ndo baadaye uanza kujifunza mambo ya elimu ya fedha, wakati nafomu kwa education man ni muhimu, ni muhimu sana. Sasa wewe kama labda hujafunzwa kabla Unajua, saa nyingine wazazi wetu wanapambana, moja nyingine kanamoja, hawana muda na sisi. Au labda wazazi wetu education yao yenyewe ya chini inatokea. Sasa kama umebahatika una education hao hauna, anza kumfundisha mdogo wako sasa hivi kipindi po mdogo, na yeye aelewe. Huyu mdogo wako kija kufikisha miaka kumi na tano tu unaweza kumwachia duka auze na kila kitu atakifuatilia. Mdogo wako kija kufikisha miaka kumi na nane tayari hapo, mtafungua maduka mawili, mdogo mdogo, kisha ulianza kumfundisha kiipo mdogo. Na hata kama wewe labda una mdogo endelea kujifunza wewe mwenyewe, tuendelee kujifunza sisi wenyewe. Ni lazima baadaye tufanikiwe kama hivi vitu vidogo vidogo tukivishukulia serious. Sio tu ambao watu wameendelea wao ndio waanze kufundisha wanao, mambo kama hayo hapana. Unaweza ukawaona kitu, lakini unawafundisha wanao lakini ni kweli hata mwenyewe kwa naona baadhi ya ndugu zangu wakija, mfano baba amenipa 500 amenipa 1000 ananipa tu na shukuru for sure, ila hiyo 500 mimi tu nikatumie hiyo 1000 tu nikatumie vivyo hivyo, wakati labda angekuwa ananifundisha ningefika mbali, ila tuna bahati, tunavyozidi kukua tunaona vitu, tunaona watu wengine ambao wameendelea, tunaenda tunawauliza, na hapo hapo tunajifunza. Sasa ngoja tujaribu kulitekeleza ili jambo ina sisi tuje kufanikiwa ni lazima